Watu wasiojulikana wamevamia nyumbani kwa katibu mwenezi wa Chama Cha Mapinduzi CCM, wilaya Mbeya Mjini, Philimon Mng'ong'o na kuchoma moto gari aina ya Nissan Ex-trail lenye namba za usajili T 566 CXL lililokuwa limeegeshwa nyumbani hapo. Akizungumza na wanahabari Mng'ong'o, amesema tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Aprili 22 mwaka huu, majira ya saa kumi kasoro, ambapo walisikia kelele kutoka nje na walipoamka walikuta moto ukiteketeza gari hilo na huku akieleza kuwa ni wiki moja tangu watu wasiojulikana kufika nyumbani hapo kuiba tairi jipya la gari hilo. usiku wa leo saa kumi kasoro mke wangu katika kuamka kufanya maombi usiku akaanza kusikia kelele za moto. Aliposikia kelele za moto, akajua wanafungua taili, kwa sababu muda kama wiki moja hivi ametoka vijana ametoka kufungua taili hapa, na wali hatika kuondoka naye. Aliposikia zile kelele za moto, hatukujua kama ni moto, tukajua ndio wanaanza wanafungua tena taili. Baada ya pale, aliponiamsha tu mimi, kuchungulia dirishani akakuta moto unawaka, tukatoka nje tukaanza kukimbia na kuangalia kwamba labda huenda walikuwa karibu wahalifu, lakini hatukuwapata. Tuliporudi kuanza kuhangaika na moto, nikakuta kindoo cha moto cha, cha petroli chini ya taili la upande wa kushoto, taili la nyuma ndio kina mafuta mengi, lakini wakati wa taili la nyuma likuwa tayari limeshawaka sana, na moto nyuma kwenye buti ulikuwa umeshakolea sana. Basi tukaanza kupiga kelele na kuomba majirani watusaidie kuzima bahati nzuri nilikuwa na mchanga mwingi ndani, ambayo unatumia kujengea kwa basi, ndio katumika ku, kufanya uzimaji, na hatimaye tukabahatika ku, kuweza kuzima. Jitihada tulizozifanya ni kuomba msaada faya, lakini bahati mbaya nadhani zile namba hazipatikani kiurahisi, tulikosa kupata, kila alikuwa akipiga ipatikani, ipatikani kwa, tukaendelea kutumia juhudi binafsi za kuzima, tukawa tumefanikiwa Kuzima gari ambalo lilikuwa limeteketea hapa. Mm-hmm. E, moto ndio kama hivi mnavyoona gari limeteketea lakini watu wengine walitaka kuunguza pia kibanda cha duka hapa. Watu zote watu wamewahi kuzima. Basi tunamshukuru Mungu kwamba sisi wote tuko hapa. Kuhusu kuhusisha tukio hilo na masuala ya kisiasa Mng'ong'o anasemaje? Mimi binafsi siwezi kuhusianisha hivyo kwa sababu kama nilivyosema kwamba nimejitathmini sana katika mwenendo wangu kisiasa, kimaisha, kinini sana sana nichokuja kuangalia mimi, labda nimechukulia tu labda ni kama kiuchumi, ndio kama hivi, tupo uchumi wenyewe sio mkubwa eh, lakini nikahisi tu mazingira labda tunaoishi na kadhalika, lakini kisiasa hapana, kwa sababu kwenye siasa pia sina ugomvi na watu kwa sababu kwanza sio mgombea, lakini pili E, sina tatizo lolote na wanasiasa wenzangu kwa maana ya Mbeya Mjini kama kiongozi. Gari hapa na inatoka salama. Uwizi wa tairi upo, vijana wa eneo hili wengi weziwezi wezi sana waishaiba sana hata hapa kanisani mpaka watu wakaacha kanisa. Sasa mimi naona nilikuwa bado nina matumaini ya kwamba huenda haitatokea haitatokea. Sasa bora tairi unaweza kusema ni tamaa tu, umetamani hata kwenda kuuza. Sasa hii nadhani ilikuwa ni kifo ni kifo cha kwamba ngoja tuwachome moto na familia na bahati mbaya, bahati mbaya familia yangu yote ipo, hata walio mbali walikuwa wamekuja kwa ajili walikuwa wamekuja ya kusherekea siku kuu. Kama lingetokea janga la moto ndani, basi familia nzima ndani, basi familia nzima tungeangamia. Baadhi ya watu wa karibu na katibu mwenezi wa chama cha mapinduzi CCM, wilaya ya Mbeya mjini, Philimon Mng'ong'o, wamesemaje kuhusu tukio hilo, tukio hili kwa kweli tukio hili la kusikitisha sana na hili tukio kwa mimi limekuwa kama la, la kwanza kuona yaani, yaani, ki, ki, kwa, kwa hali yoyote, tukio hili la kusikitisha sana sana sana yeah. Yeah. Ingine hivyo yeah. Sina, sina kitu cha kuzungumza zaidi ile isipokuwa kwanza tu, tu, tuone vyombo ambavyo vinahusika lichukua hatua akana na ile na ile tukio nafikiri tutafanya hivyo kitu kama hicho kuitisha, kuitisha mkutano kwa mkutano wa dharura sawa so, afu tuangalie jinsi tuangalie jinsi gani ya kusolve tatizo kunaumia kwa kweli tulipata mshtuko sana moto ulianza saa nane ile yani hadi itakautuzidi kwa kweli ni Mungu tu ametuponya ni Mungu mwema hadi mnatuona hivi maana mngekuta wote tumekufa Eh, asanteni jamani, asante. Japo waizi wanakujaga, kuna ajesha hata wiki walikuja kuiba tairi kwenye ile ile gari hivyo, iba pamisha tu ni wiki. Tunashtuka tena sana, ni gari linawaka moto, umekuta na petroli wameweka chini ya gari humo kindoo Hey, kwanza hivyo Mungu ametusaidia lakini tumepona tunamshukuru Mungu. Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga amethibitisha kupata taarifa za tukio hilo huku akieleza kuwa anafuatilia zaidi na atatoa taarifa baadaye. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.